Tumekubaliana ya kwamba kama watu wa siti ya Nairobi, tumeunganisha viongozi wote leo. Tuko na MCS wote, wabunge wote, tumeungana national government imeungana na county government. Tuondoe siasa ya chuki, tuondoe siasa ya ubaguzi, tuondoe siasa ya ukabila. Nairobi hii ni cosmopolitan city Mahali wa Kenya kutoka jamii zote wanaishi, na hiyo siasa ya kuunganisha Kenya inaanza hapa Nairobi. Na mimi nataka niwaambie Nairobi, asanteni sana kwa kukubali tuunganishe Nairobi yetu, hii iwe ndio kielelezo ya umoja wa taifa letu la, la Kenya. Ndio nimekubaliana tumetengeneza serikali ya broad based government. Ile ya kuunganisha jamii zote ya kuleta watu wote wa Kenya pamoja kutoka sehemu zote za Kenya. Wangapi wanakubaliana tuungane, jameni? Nauliza Nairobi, tuungane ama tutengane? Munasema tuungane ama tutengane? Wale wanasema tuungane nione kwa mkono. Wale wanasema tuungane, Nairobi hoye!